Karibisha katika matangazo ya jioni. Ujambo msikilizaji, na karibu kwenye matangazo yetu ya wakati huu ikiwa ni saa kumi na mbili kwa huko Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote tuwe pamoja hadi mwisho. DW. Habari za Ulimwengu, msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake Rais wa Tanzania atangaza kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa mauaji wa uchaguzi. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa asema vita mjini El Fasha ni doa kwa jamii ya kimataifa. Na Umoja wa Ulaya wazingatia kuwapa mafunzo maafisa elfu tatu wa polisi wa Palestina. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo ameliambia bunge kwamba tume ya uchunguzi inaundwa kuchunguza mauaji yaliyotokea wakati wa uchaguzi ambao ulimrejesha madarakani rais. Huyo amesema anatambua kuwa vijana wengi waliokamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini hawakujua walichokuwa wakifanya. Ameongeza kusema kama mama wa taifa anavyoagiza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa polisi kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana hao, na kwa wale ambao wataonekana wali atatu umati lakini hawakuwa na nia ya kufanya uhalifu wafutiwe makosa yao. Rais Samia ameongeza kuwa amesikitishwa sana na tukio hilo na akatoa salamu za rambirambi rambi kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao. Kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo, Rais Samia alirejea tena madarakani kwa ushindi wa asilimia 98 za kura za uchaguzi uliofanywa Oktoba 29. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema leo kuwa mauaji ya kutisha katika mji wa El Fasha nchini Sudan ni doa kwa ulimwengu na ukaitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua kufuatia onyo la uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya halaiki. Akifungua kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la wa Umoja Mataifa kuhusu Elfasha, kamishna mkuu wa haki za binadam wa Umoja wa Mataifa Folka Tuk amesema jamii ya kimataifa haijaingilia kati licha ya ripoti za mara kwa mara za ukatili wa kutisha na kuwaonya wahusika kuwa watawajibishwa. Tuk ameonya kuwa Mahakama Kimataifa ya Uhalifu imeashiria kuwa inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Involved... wote waliohusika katika mzozo huu wanapaswa kujua tunawatazama, na haki lazima itendeke. Sudan, Sudan imejikuta katika vita vya uwakilishi wa rasilimali na mali zake. Nchi nyingi katika eneo hilo na kwengineko zinahusika. Rasimu ya azimio inayojadiliwa leo Ijumaa ina laani aina zote za uingiliaji kutoka nje unaochochea mzozo huo. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wiki ijayo watajadili pendekezo la umoja huo kuongoza kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi elfu tatu wa Palestina kwa lengo la baadaye kuwapeleka katika ukanda wa Gaza. Haya ni kulingana na waraka ulioonekana leo na shirika la habari la Reuters. Katika hati huduma ya hatua za nje za Ulaya imeelezea mapendekezo ya kupanua misheni mbili za kiraia za Umoja huo wa Ulaya katika eneo hilo zitakazoangazia msaada wa mpakani na kusaidia marekebisho ya kisera na haki ya mamlaka ya Palestina pia imesema ujumbe huo wa msaada wa polisi wa Umoja wa Ulaya unaweza kuchukua uongozi katika kutoa mafunzo kwa jeshi la polisi la Palestina huko Gaza, kwa lengo la kutoa mafunzo kwa kikosi kamili cha polisi 13 cha Palestina. Hati hiyo pia imetoa wazo la kupanua ujumbe wa ufuatiliaji wa mipaka wa Umoja huo wa Ulaya huko Rafa hadi vivuko vingine vya mpakani. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya Habari za Ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Islamabad Pakistani imetangaza leo kukamatwa kwa wanamgambo wanne kwa madai ya kuhusika katika shambulio baya la kujitoa mhanga kufa nje ya mahakama ya wilaya katika mji mkuu Islamabad. Haya yakiwa mafanikio katika uchunguzi ambao ulianzishwa baada ya shambulizi hilo kuwa watu kumi na wawili na kwa jeruhi wengine ishirini na wanane wanaume hao wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi lililoharamishwa la Tehrik i Taliban Pakistan au TTP, ambalo ni tofauti lakini lenye mafungamano na lile la Taliban nchini Afghanistan. Kwenye chapisho katika mtandao wa X, serikali imesema mmoja wa washukiwa hao Sajid Ullah anaaminika kubeba bomu lililotumika katika shambulizi hilo lililofanyika siku ya Jumanne. Watu hao walizuiliwa wakati operesheni ya pamoja ya idara ya ujasusi ya nchi hiyo pamoja na taasisi ya kupambana na ugaidi. Hatimaye Brussels, mkuu wa sera za kigeni wa umoja wa Ulaya kaja Kalas amesema leo kuwa umoja huo utaendelea kufanya kazi kujilinda dhidi ya vitisho mseto baada ya mkutano na mawaziri wa ulinzi wa Ujerumani, Ufaransa, Italia, Uingereza na Poland, Kallas amewaambia waandishi wa habari mjini Berlin kwamba umoja huo wa Ulaya hauwezi kukubali vitisho hivyo kama hali mpya ya kawaida. Pia amesema mpango wa uhamishaji wa vifaa na wanajeshi wa halmashauri kuu ya umoja wa Ulaya utajumuisha kuunganisha rasilimali za usafiri za nchi wanachama na mapendekezo ya kuharakisha michakato ya kupatikana kwa vibali vya usafiri. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Asante sana Tatu Karima kwa taarifa hiyo ya habari, na nakutakia Ijumaa njema na, na tunaingia, msikilizaji, katika uchambuzi wa ripoti zetu muhimu tulizokuandalia kwa kina jioni hii, ikiwa ni pamoja na huko Tanzania ambako Rais Samia Suluhu Hassan amelizindua bunge la 13 la Tanzania kwa hotuba iliyogusia nyanja mbalimbali ikiwemo hali iliyoikumba nchi wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 wakati vijana mfuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki, ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Utasikia mengi kuhusiana na hayo, lakini pia mashirika manne ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania yamefungua kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania, na tutakuarifu pia kuhusu hali ilivyo

Asante msikilizaji na unayetufuatilia kwa kuichagua DW wakati huu. Tunaanzia na ripoti zetu huko nchini Tanzania ambako rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali ya nchi hiyo imeunda tume ili kujua kiini cha vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi na mara baada ya uchaguzi na kusababisha vifo vya watu. Rais Samia ametoa kauli hiyo mwanzoni tu mwa hotuba yake wakati akilizindua ya bunge la kumi na tatu jijini Dodoma yaliyopo makao makuu ya nchi hiyo akiwa Dodoma, mwandishi wetu Deukaji Makomba ametuandalia taarifa ifuatayo. Tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa a, siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote izopoteza wapendwa wao. Huyo ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hapo akikiri dhahiri sheri kuhuzunishwa na tukio la mauaji lililotokea mara baada ya uchaguzi mkuu mnamo Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza katika hotuba yake ya kwanza wakati akizindua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia amesema kuwa pamoja na kufanyika kwa uchaguzi kulijitokeza vurugu za uvunjifu wa amani uliosababisha uharibifu wa mali na kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi, na kwamba serikali yake imeunda tume ili kuchunguza yaliyotokea. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea yaliyotokea, yani inquiry commission ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano. katika ka hotuba yake hiyo rais Samia amewasii wa Tanzania kuongozwa na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja katika siku za usoni. Rais Samia ameongeza kusema kuwa Tanzania inafuata misingi ya kidemokrasia na kwamba demokrasia inaweza kutafasiriwa kwenye mitazamo tofauti na kama taifa la Tanzania linaendelea kujifunza na kurekebisha, na kwamba watanzania wanapaswa kuitumia fursa hiyo kuendelea kujifunza na kuk kukubaliana na jinsi ya kuendesha nchi kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi ya mtanzania na sio za kuletewa. Aidha, rais Samia amevielekeza vyombo vya sheria hususani ofisi ya mwendesha mashtaka kuwafutia makosa wale waliofuata mkumbo wakati wa maandamano. Katika hotuba yake hiyo rais Samia amegusia suala la mabadiliko ya katiba. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku mia za muhula wa pili kwa tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Speaker, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hata hivyo hotuba hiyo ya rais Samia Suluhu Hassan imepokelewa kwa hisia mseto na wachambuzi wa masuala ya siasa. Donald Kasongi ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania. mmoja akiwakilisha serikali kujutia yale yaliyotokea e, pa, kwa pande zote ni vyema kwamba ni muhimu sana kwa sababu so, tumepoteza maisha, hata kama tumepoteza mali kiasi gani, lakini tumepoteza maisha. Deo Kaji Makomba, DW Dodoma. Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya diokaji Makomba, rais Samia suluhu Hassan pamoja na mengine kwenye hotuba yake aliyetangaza kuanzishwa uchunguzi huo wa mauaji yaliyotokea wakati wa uchaguzi, lakini pia akatoa mwito wa kusamehewa baadhi ya waandamanaji waliofunguliwa mashtaka ya uhaini suali. So, hapa ni je, hotuba ya rais Samia imefungua njia ya kuleta mshikamano kwa Watanzania. Nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Mbeya, Gwandumi e, Mwakatobe, swali hilo na mengine na haya ndio majibu yake. unaweza ukawa ndio mwanzo mzuri, kwa sababu yeye aliyoyasema ni kama naye amesikiliza vizuri maono kutoka taasisi mbalimbali, zikiwemo za kidini, ambazo zilitoa nini kifanyike. Sasa baada ya kuweza kupata majeraha taifa kupata kupata majeraha makubwa namna hii, kwao ni kama anajibu wale wengi ambao walikuwa e, pendekeza kwamba kwa, kwa kweli uchunguzi wa kina ufanyike, kwa sababu mambo yalifanyika kama kwa kificho, lakini maiti ni nyingi, bado leo watu wanazika, wengine hawajapata watu wao. Lakini pia e, kitu ambacho wengi wangependa viwe vyombo ambavyo ni huru, rais Samia Suluhu amegusia kwamba yeye hatochoka kunyoosha mkono wa maridhiano kutokana na kile alichokianzisha mwanzo cha R4 kutokana na mazingira ya sasa. Huu mkono wa maridhiano ambao anataka kunyoosha rais Samia, unafikiri una nafasi ya kuzaa chochote kuleta mshikamano? kwa, ma, kwa maoni ya yayangu mtangazaji e, yale yaliyoanza nayo Samia, mimi mwenyewe nilikuwa mstari wa mbele kumsifia sana na kumwombea ee, kwa Mungu kwamba ujasiri alioanza nao wa 4R ustahimilivu kujenga upya nchi, maridhiano, pamoja na kuleta mabadiliko au marekebisho makubwa reforms, kwa kweli nilimuunga mkono sana. Sasa kitu ambacho kinatukia wasiwasi, unajua, ukisha umwa na nyoka, hata ukiguswa na unyasi unafikiri ni nyoka tena. Huyo huyo ambaye alianzisha maridhiano mazuri na zile 4R ndo huyo huyo aliongoza tena kwanza kukandamiza, kurudi nyuma, kuwa sawasawa sawa au kumzidi mtangulizi wake wa awamu ya tano Magufuli. Kwa hiyo watu wanajiuliza, je, huyo aliyesema vizuri mwanzo anavyosema tena kwa kurudia yaleyale atayaendeleza au atatekeleza njiani? Kuna, kuna maoni mengine wanaona kwamba kwa kuwa anajua alivyokuwa ameanza vizuri na kuweza kupata sifa kubwa huenda anarejelea tena apate sifa kwa kutoa ahadi na kusema mambo mazuri, lakini mwishowe ni kutuliza tu na kutupooza alafu akarudi kulekule. Hotuba hii ya rais Samia kwa vijana imepeleka ujumbe gani? Kwanza wanaona kama vile wanadharauliwa, kama vile azima yao ya kuleta kuleta mageuzi na kupinga uchaguzi ambao sio wa kidemokrasia kama vile wanadharauliwa. Angeweza kujaribu kuangalia namna gani ya kutatua matatizo ya wanaokumbwa nayo vijana, ikiwemo kukosa ajira, ikiwemo kuweza kunyimwa kushiriki katika vyombo vya maamuzi. Ndio angekuwa anasema kwamba sasa anawafunguliwa na anawasema, kuliko kwamba wameshawishiwa. Kusema wameshawishiwa ni kama vile wao hawana akili, hawajitambui. Ni mchambuzi wa kisiasa Gwandumi Mwakatobe, kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita kuhusiana na hotuba ya rais Samia Suluhu Hassan muda mfupi uliopita, msikilizaji. Hii ni DW kutoka hapa idhaa ya Kiswahili mjini Bonn. Na mashirika manne ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania yamefungua kesi katika mahakama ya Afrika mashariki dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania. Kesi hiyo inapinga baadhi ya vifungu vya kanuni za maudhui mtandaoni vya sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta, ambayo inatajwa kukiuka misingi ya haki za binadamu. Mwandishi wetu Veronica Natalis anayo taarifa zaidi. Shauri hilo limefunguliwa na mashirika manne ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania ambayo ni kituo cha sheria cha haki za binadamu LHRC, baraza la habari Tanzania MCT, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC pamoja na taasisi ya Center for Strategic Litigation. Na vifungu vinavyolalamikiwa ni pamoja na kile kinachozuia uhuru wa kutoa na kupokea taarifa na kwamba baadhi ya vifungu havijafafanua kwa uwazi dhana ya makosa ya kusambaza maudhui. Mawakili upande wa mashtaka ambao ni wakili Jeremia na wakili Peter Manjanjala wamevitaja vifungu vyenye utata kuwa ni pamoja na kifungu namba 3 4 5 na sita pamoja na vifungu vingine kadhaa vya sheria hiyo ya epoka, kwamba vinakiuka mkataba wa kuanzishwa kwa kwa jumuiya ya Afrika Mashariki na kuitaka mahakama itamke kwamba vifungu hivyo ni batili. Kwa hiyo, kwenye ile sheria kwanza, ukiangalia kuna mazuio mengi sana ambayo yanaenda kinyume na haki ya uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo tunachokiona hapo sisi ni kwamba hata hizo adhabu pia hazikutakiwa kuwepo. Ukisoma ile sheria uh, inajaribu kuweka kila mtu ambaye anatumia mitandao na kutoa taarifa kama vile anatumia kwa ajili ya kuingiza pesa au kwamba kila mtu ni kampuni au kwamba kila mtu anajitahidi kwamba anatoa taarifa ili apate kitu fulani, lakini sio uhalisia, kwa sababu watumizi wengi wa mitandao ya kijamii, wengi wao huwa wanatoa tu taarifa na wanapokea taarifa sheria hiyo ya mawasiliano ya kielektroniki na posta pamoja na mambo mengine inatoa adhabu ya faini ya shilingi milioni tano ama kifungo cha miezi kumi na mbili kwa ambaye atatiwa hatiani kwa makosa ya kimaudhui mawakili hawa wakisema kwamba adhabu hiyo ni kubwa mno na inaminya uhuru wa watu kutoa maoni yao kwenye mitandao hata hivyo mawakili upande wa serikali ya tanzania wakiongozwa na wakili stanley kalokola wakati wakijibu hoja za waleta maombi wameeleza mahakama kwamba vifungu vingi ambavyo vinalalamikiwa tayari vimekwisha fanyiwa marekebisho na serikali. Godfrey Kamenge ni mchambuzi wa maswala ya haki za binadamu. kama haziwezi kulinda, maana pia sheria zinatengenezwa kutokana na mahitaji. mara nyingine, au watu wana uhuru wa kwenda uchi tu na kuweka vitu mtandaoni, kwa sababu tu ni uhuru. Kuna namna ambavyo tunaharibu kizazi kinachokuja na mila na tamaduni na desturi zetu na misingi yetu ya ubinadamu wetu na utu wetu mambo ambayo wanatutofautisha sisi na watu wengine. Wote wako sawa kwenda kuhoji maeneo ambayo wanafikiri yanahitaji kuhojiwa. Mahakama ya Afrika Mashariki inaeleza kwamba inapanga siku ya kutoa maamuzi ya shauri hilo baada ya kukutana na mawakili waliofungua kesi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania. Veronica Natalis, DW Arusha. DW tunavuma kwa kishindo. Baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa leo Ijumaa limewaagiza wachunguzi wake kuchunguza madai ya ukatili katika mji wa El Fasher nchini Sudan na kuwatambua wahusika ili waweze kufikishwa mahakamani. Uamuzi huo umefikiwa mwishoni mwa kikao maalum kilichoangazia hali katika mji huo, katikati ya tahadhari zinazoongezeka kuhusu uhalifu dhidi ya binadamu na kitisho cha mauaji ya kimbari. Mengi zaidi na Lilian Mtono. Baraza hilo limeidhinisha azimio hilo huku pia likiamuru kupelekwa kwa ujumbe huru wa Umoja wa Mataifa wa kusaka ukweli kuhusu madai hayo na kuhakikisha wanawatambua washukiwa na wanawajibishwa. Uamuzi huo umefikiwa mwishoni mwa kikao maalumu kilichoitishwa kwa ajili ya kushughulikia hali inayoshuhudiwa huko El Fasha huku Umoja wa Mataifa ukiwa unatoa rai kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kufuatia taarifa za kuongezeka kwa uhalifu dhidi ya binadamu na kitisho cha mauaji ya kimbari. Mapema leo alipofungua kikao hicho, mkuu wa ofisi ya haki za binadamu kwenye umoja huo, Volker Turk alisema damu iliyomwagika huko El Fasha imelitia doa kubwa jamii ya kimataifa iliyoshindwa kumaliza mzozo nchini Sudan, na kuongeza kuwa picha zilizopigwa kutokea angani zimeonyesha ardhi ya El Fasha ikiwa na damu za raia waliouawa. "So none of us should be surprised", kwa hivyo hakuna hata mmoja wetu anayepaswa kushangazwa na ripoti kwamba RSF ilipoudhibiti mji wa El Fasher kumekuwa na mauaji ya halaiki ya raia, ya kikabila, unyanyasaji wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na ubakaji wa makundi, kuwekwa vizuizini kiholela, mashambulizi kwenye vituo vya afya, wafanyakazi wa tiba na wa huduma za kibinadamu, pamoja na ukatili mwingine mbaya. Balozi wa Uingereza Kumar Ia, ambaye nchi yake iliomba kikao hicho maalumu kando ya Ujerumani, Ireland, Uholanzi na Norway, alionya kwamba kwa kuzingatia ukubwa na uzito wake mgogoro huo sasa hauwezi tena kushughulikiwa kimya kimya. Kabla ya azimio hilo la Ijumaa kuidhinishwa, aliyetolea wito mataifa mengine kulipitisha akisema vinginevyo wahusika hawatawajibishwa na mzunguko huo wa kutowajibishwa utaendelea. Hata hivyo, baadhi ya mataifa yalilipinga azimio hilo, ikiwa ni pamoja na Sudan iliyojitenga na baadhi ya vipengele vinavyotaka kutanuliwa kwa wigo wa uchunguzi wa ujumbe wa kusaka ukweli umoja wa mataifa unakadiria karibu watu laki moja wameikimbia elfasha katika kipindi cha wiki mbili zilizopita wengi wakielekea tawila iliyoko umbali wa kilomita 50 tangu mzozo huo ulipoanza aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la sudan na wanamgambo wa rsf maelfu ya watu wameuawa na karibu watu milioni 12 wameyakimbia makazi yao Asante sana Lilian Mtono na taarifa hiyo. Tunaelekea hivi sasa Mashariki ya Kati ambako kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani wimbi la mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na walowezi wa Kiyahudi dhidi ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi na huko ukanda wa Gaza. Israeli imerejesha miili ya Wapalestina 15 mapema hii leo. Silvia Mwehozi ana mkusanyiko wa mengi yanayoendelea kanda Mashariki ya Kati. Kamishna huyo mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ametaka kukomeshwa kwa vurugu hizo na Israeli kuwachukulia hatua za kisheria wote wanaohusika. Msemaji wa kamishna huyo Thamini Alketan amesema mkuu huyo wa haki za binadamu pia aliitaka Israeli kukomesha uwepo wake kinyume cha sheria katika ardhi ya Palestina inayokaliwa kimabavu, kusitisha mara moja shughuli zote za ujenzi wa makazi mapya na kuwahamisha walowezi wote. Mashambulizi mengi ya walowezi yalirekodiwa Oktoba kuliko mwezi wowote tangu 2006, zaidi ya mashambulizi 260 tangu Oktoba saba mwaka 2023 hadi Novemba 13 mwaka huu 2025, vikosi vya Israeli na walowezi wamewaua Wapalestina 1117 katika eneo linalokaliwa la Ukingo wa Magharibi, ikiwemo Jerusalem Mashariki. Miongoni mwa wahanga watoto walikuwa 221. Takwimu hizo hazijumuishi idadi ya Wapalestina waliouawa kizuizini mwa Israeli na ndani ya kipindi hicho pia Waisraeli 59 waliuawa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanya na Wapalestina au wakati wa makabiliano ya silaha. kuongezeka kwa ghasia kunakuja wakati viongozi wa Israeli wakizidisha ubomoaji wa nyumba, unyakuzi wa mali, kukamatwa na vizuizi vya kusafiri, pamoja na ujenzi wa makazi na vituo vya nje na uhamishaji wa wa maelfu ya wa Wapalestina kunakofanya na walowezi wa Israeli na wanajeshi na kwingineko Israel imerejesha miili ya wa wapalestina 15 huko Gaza, kwa mujibu wa maafisa katika hospitali ya Nasri mjini han Unis, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni katika utekelezaji wa mpango tete wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani. Miili hiyo imerejeshwa baada ya wanamgambo wa Hamas hapo jana kukabidhi mabaki ya mwili wa mateka mmoja kati ya wanne waliosalia waliochukuliwa katika shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Israel imeutambua mwili wa mateka huyo kuwa ni wa Meni Godad, aliyetekwa nyara katika kijiji cha kijamii cha Beeri kusini mwa Israeli na mke wake aliuawa wakati wa shambulio hilo. Kulingana na matawi ya kijeshi ya Hamas na lile la Islamic Jihadi, mwili wa Godad ulipatikana kusini mwa ukanda wa Gaza, huku mili mitatu ya mateka iliyosalia Gaza ikiendelea kutafutwa. Kwa kila mwili mmoja wa mateka, Israeli inatakiwa kukabidhi mili kumi na tano ya Palestina ikiwa ni sehemu ya makabidhiano yaliyokubaliwa katika awamu ya kwanza ya usitishaji vita. Najat Omara ameshajajaa studio. Najat, karibu sana. Hotuba ya Mama Samia ndio iliyotamalaki kwenye mitandao. Hakika na ndiyo imeleta maswali mengi sana lakini, mm -hmm. Licha ya hutuba hiyo tunaweza kuzungumzia kitu kingine uh, ambacho kimezua gumzo katika mitandao mbalimbali hususan nchini Uturuki, lakini pia Afrika mm -hmm. Baada ya mahakama kutoa uamuzi wa aina yake kwa mara ya kwanza, ambapo mwanaume mmoja ameagizwa kumlipa mkewe wa zamani lira elfu moja sawa na shilingi mtalaka wake takriban shilingi laki sita na elfu arobaini sawa na laki mbili na elfu kumi na tatu kwa mwezi kila baada ya miezi mitatu kwa gharama za kumtunza paka wao baada ya ndoa hiyo kuvunjika. Aha. Sasa uamuzi huu, ndoa kuvunjika, mke ndo alimchukua paka kumlea. Naam, mume sasa hawezi kumlea paka ha. Sasa itakuwa ni hivyo kwa sababu paka anahitaji matunzo. Paka ni mnyama anayependa gharama yake, malira anabidi kuyatoa. Ehe, kila mwe kila baada mm -hmm. na na ya miezi mitatu. Kwa hiyo mwezi miezi mitatu laki sita na arobaini kwa pesa za Tanzania, lakini sasa sana laki mbili na kumi na tatu kwa mwezi. Sasa tumezoea kuona mtu anataka matunzo ya pesa kwa watoto ama mke anadai matunzo kwa watoto. Sasa kwa mfano kama huyu anaitwa na watoto ni, matu, ni matunzo ya paka. Jambo la kustaajabu, inawezekana kwamba hawakupata mtoto kwa hiyo walikuwa paka, paka. haya mm -hmm. Aidha nasema huko Uturuki paka ni mnyama muhimu sana. Sasa katika kurasa zetu za Facebook, Instagram na TikTok, uh, msikilizaji aendelee kuungana nasi na andike DW Kiswahili, ambako zaidi haswa gumzo mm -hmm. limezuka huko ni baada ya hutuba ya Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm -hmm. kusema kwamba ikiwa kama wale vijana walioshitakiwa kwa kesi ya uhaini mm -hmm. wanaweza kupatikana hawana hatia kwa ni ushabiki tu wanaweza kupunguziwa adhabu, wanaweza, wanaweza, wanaweza, kum... wanaweza, kupunguziwa, wanaweza, kupunguziwa wanaweza kupunguziwa adhabu au kuachiliwa. Sawa sawa ikiwa so kama watagundulika ni, ni hivyo. Maoni ni mengi na hilo limezua mjadala, lakini pia ile hali ya kwamba kuwataka wabunge wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kusimama na kuombea wale wote waliopoteza maisha katika vurugu pia nalo na limeonyesha kwamba hmm, uh, kuna hali ya kujali. Kwenye hotuba yake aliyoitoa ya zaidi ya masaa mawili hmm. na rais Samia anasema vijana wengi walishawishiwa tu, walifuata mkumbo ndio Mm -hmm. Sawa basi, tuangalie ujumbe wa wasikilizaji kupitia chaneli yetu ya YouTube. Anasema nimeitegea sikio DW Kiswahili nikiwa Ngara Tanzania na Tanzania. Huyu ni Tumaini Mhozi na Dismas Maro yupo Mara, Tanzania anasema hakuna aliyemchagua rais, hivyo achie ngazi. Lamek Mkushi yupo Mafinga, Tanzania yanasema tunahitaji iundwe tume ya uhakika na iwezeka, ikiwezekana itoke nje ili ifanye kazi kwa weledi na watakaobainika wawajibishwe bila kujali vyeo vyao. Gitani Ibrahimu Danhi wa Arusha Tanzania anasema serikali yetu inapaswa kuweka mambo yote hadharani juu ya tukio la siku ya uchaguzi na kukaa kwenye meza ya maridhiano. Honera uh, Tseshuke wa Bukavu, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, nasema, huko, mapigenu, jenge, anasema huko Sudani, acheni mapigano, mulijenge taifa lenu. Godfrey Mlengi anasema Rais Samia atambua kwamba Watanzania hawataki tume ya kuchunguza mauaji yaliyofanywa na polisi kwa sababu polisi walikuwa wanafata maagizo sawa sawa. Na Ali Mrangi ye yupo Dar es Salaam, huyu anasema ongera Rais Samia kwa kulihutubia bunge. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook nauona ujumbe wa Kapedo Shem kutoka Kenya, naye anasema binafsi naona hiyo hotuba ya Rais Samia haina maana. Gosbat Ferdinandi Chame wa Njombe Tanzania naye anasema naiombea amani na utulivu nchi yangu Tanzania na haki na amani vitawale na mmoja, huyu Abdul Peti uko Zanzibar, yeye anasema ukitafakari hotuba ya rais Samia bila kutanguliza chuki, ni hotuba yenye kuleta matumaini. Ni ujumbe wake huyo kutoka Zanzibar. Kathbet Zakaria anasema bunge lenyewe ni kama kikao cha chama tu. Wema Sithibati anasema wabunge wote hawakuchaguliwa na wananchi, hivyo hawana uhalali. Uh, George Edward wa Arusha anasema nafikiria nchi inahitaji uponyaji wa majeraha ya Oktoba 29 na kabla ya hapo na Samson Timothy anasema Tanzania hatuna bunge wala wabunge, hicho kinachoendelea hapo ni kama kikao cha chama tu. Hassan Tambo naye anasema hili bunge lilikosa uhalali kutoka kwa Tanzania, wameuawa watu ili wajitangaze. Na Charles Jackson anasema viongozi Tanzania tamboni kuwa kulazimisha wananchi na uongozi ambao hawajachagua ni sawa na udikteta. Agostina John kutoka Kigoma anasema hakuna jipya tunalongojea kwa rais wa Tanzania. Huo ni ujumbe wake. Lakini kutoka Kenya anasema Umoja Mataifa, ongezeni juhudi za kutafuta mizozo inayoendelea. Huo ni ujumbe wa Frank Kisanga. Lakini Ali Mragi kutoka jini Dar es Salaam nchini Tanzania naye anasema binafsi sioni jipya kwenye hotuba ya Rais Samia Hassan. Milacha wa Moshi Tanzania, anasema poleni raia wa Sudan kwa madhila mnayoyapitia, na Sava Joseph wa Kagera Tanzania. Nauliza Urusi na Ukraini, mtapigana hadi lini? Malizeni vita, kumbukeni wanaoteseka ni raia wenu. Na Selina anaona hunipi taa nyeupe, anataka, anataka tubaki <laughs> hapa ni Jumaa, lakini mimi namalizia hapa, unayetufuatilia ndio tunakomea hapo kwenye matangazo yetu ya leo, siku ya Jumaa, tarehe 14 mwezi Novemba. Mimi ni Saumu Mwasimba, yule kule ni Najat Omar. Asante na kwa heri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badri 8, Utelsat 8 WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwa herini.